Kwa hiyo hawa watoto wa Mudia hawa. Mm.

fikwa tano unafika waga, nakubali sio waga, tunasurutisha yani sio waga, tuna wimbo mmoja nasema, ukake usitake lazima udufuliwe. yeah. kwa mtoto wa mudi siku leo atake asitake lazima adufuliwe. yeah. na leo tulikuwa tunataka point moja tu, lakini kwa sababu anakamdomo hata. yeah. tukamkande. yeah. mtoto wa mudi leo toki, kaka, nimekwambia. na ndio maana nimemwandalia mpaka na fimbo, asipokuja atacheza hapa kwa bakora. mm -hmm. ila madam sasa anakuja hii. yeah. bakora nitaiweka pembeni. yeah. sasa nitakwenda kumnyosha na kina bakora, kaka, mtoto wa mudi atoki, kaka. yeah. mara tano mfululizo mtoto wa mudi, nakwenda kumnyosha. yeah. gari kupelekwa geji. Sasa niliona gari bovu, sasa mpaka nikamnyoe. Nataka nikienda nani kule Zanzibar niwe na yeah. ke kendalo, le, kombe la ligi kuu la golden yeah. kumi na moja mpaka saa moja opasanusakwa juu nimenyanyua kombe la golden kaka, natokaje kwa sunami kaka, sisi sio kusema hatutaki yeah. sisi refa yote aje yeah. Sema sasa kwenye mechi kwa sababu mtoto wa Muri alikuwa anaonekana ni mkaidi. Wale marefaraki na Rajiga na askari wakatabia kwamba nitakuwa nikasimamia adabu hii. Na kama mtoto wa Muri asipokuja, kanuni ziko wazi. Kama Yanga atakuja, mtoto wa Muri asipotokea, ingieni kipare katikati ya uwanja, pulizeni kipenga, tukabizeni kombe Yanga. Sasa marefaraki Yanga alikuwa anawapa kibongo bongo na ndio maana tukawaleta watu wa mabomu. Wewe unafikiri wale walitoka Egypt, yule unafikiri swala la mchezo mchezo. Mtu kutoka kwenye mabomu kule lakini. Mko kujilipua. Ndio maana tunawaleta watu wa kujilipua. Sasa hapo wao wenyewe kwanza walipotua Tanzania, wale wasema mtoto mtukutu yuko hapa, akaonyesha kile kijola kilichoandikwa sanda. Alafu mzungu mmoja pale wale si Waarabu lakini wakazungumza Kiingereza bana, akamwambia no street not surrender. Wanakwambia warudi nyuma anaenda mbele. Ina maana warudi nyuma anaenda mbele? Kwamba anakwenda kwa maamuzi, anakwenda kushitaka. Baba point 30 alikuwa anakunyang'anywa kaka. Na kama mnaweka na mabango. Nimekwambia kama mabango mnaweka hapo. Kama kaida. Mabango moja kwa moja kulisimika kwenye nani mali? Kwenye lile jumba lao lile lililokaa kama makungusho lile. Alafu bango moja tukiondoka nalo Zanzibar kule, mtopamudi kaka, lazima leo afe, kwa sababu mtopamudi huyu alikuwa anacheka wenzake, anasema bibonde. Wengine alikuwa nasema asema anasema amezaminiwa na GSM, njoe tarehe ishirini na tano ambao hajazaminiwa na GSM, umkatalie mama, na mama yuko njiani, anasema anakuja, umkatalie mama, usije uwanjani, wangetafuta nje ya kwenda